Uh, tiba, uh, ya vidonda vidonda uh, uh, vya kinywa uh, lakini uh, na meno. Kuna wenzetu wamekuwa wakiteseka na changamoto hii wamekuwa uh, wakiteswa uh, na maumivu uh, maumivu kwenye meno lakini pia uh, maumivu ya meno na vidonda uh, kinywani. Sasa hapa nitakuta vidonda mdomoni hapa nitakutajia uh, tiba kadha wa kadha, lakini utatafuta tiba chache ambazo utaweza A, kuzipata kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Tiba ya kwanza a, weka majani weka, a, weka a, chumvi kwenye a, kwenye maji alafu kishakoroga ukikoroga, basi uweza kusuuza kusuuza kinywa chako kwa kutumia maji ambayo yamechanganyikana na chumvi. Lakini a, tiba ya pili utapaka asali, paka asali au paka asali sehemu ambapo kuna vidonda kwenye kinywa chako. Lakini tiba ya tatu, maji yaliyochemshwa kwa kutumia mwarobaini, utaweza pia kusuuza kinywa chako. Lakini mwisho utatumia, utapaka dawa ya arovera jeli au mshubili, utatumia ile utombu wa arovera kupaka sehemu ambapo kuna vidonda. Lakini kama kuna jino limetoboka, basi aweka mafuta ya mzaituni. Kama una changamoto yoyote, basi utatucheki hapo chini, tutakupa namna ya kupata